Kama nilivyokuarifu hapo kabla kwamba mchana huu tutalijadili swala e, la nchini Iran na kama ulivyokwisha sikia, Iran imeshuhudia wimbi kubwa la maandamano ya umma yaliyosambaa kwenye miji mingi ya jamhuri hiyo ya Kiislamu. Kwa mara nyingine, dola hiyo ya Uajemi imetumbukia kwenye mzozo wa kisiasa ambao wafuatiliaji wa mambo wanaamini utakuwa kipimo cha uthabiti wa watawala mjini Tehran ambao katika miaka ya karibuni wamezongwa na matatizo lukuki kutoka ndani na hata kimataifa. Tofauti na maandamano makubwa ya mwaka 2022 yaliyozuka kutokana na kifo cha msichana Mahsa Amini aliyeshambuliwa na maafisa wa maadili kwa kutovaa vizuri hijab na au hata vita uh, vya mwaka jana ka Iran, na mzozo wa sasa yumkini unatoa kitisho kikubwa zaidi kwa sababu unahusu maslahi na ustawi wa mtu mmoja mmoja nchini Iran. Watu wengi wameingia mitaani kwa sababu ya hali ngumu ya uchumi thamani ya sarafu ya Iran rial imeporomoka kwa viwango vya kutisha. Ujira ambao haujapanda umepoteza thamani na kuna ripoti kwamba mahitaji muhimu hayapatikani kutokana na vikwazo vya kiuchumi, na lawama zote zinaelekezwa kwa serikali ya Rais Masud Pezeshkian ambaye raia wa Iran wanasema sera zake ndio chanzo cha yote hayo. Mwenyewe amekiri hali ni mbaya, lakini anasema haijafikia viwango vya kuwafanya watu wengi barabarani, na badala yake amewalaumu wale aliowaita maadui wa Iran kuwa chanzo cha mzozo huo. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatullah Ali Khamenei wala hajauma maneno, amemtaja bayana Rais Donald Trump wa Marekani kuandia amekoleza moto wa vuguvugu vugu hilo, na mwenyewe Trump amesema haondoi uwezekano wa kuishambulia Iran kama itafanya ukandamizaji dhidi ya waandamanaji. Na ndio mjadala wetu mchana huu, na kwenye laini ya simu nimewaalika kutoka hapa Mkolon Othman Miraj, yeye ni mhariri wa zamani wa DW, alikuwa naibu mkuu wa idhaa hii, na kutoka mjini Dar es Salaam ni Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa siasa za kimataifa. Karibuni eh, nyote, Othman na bwana Rahbi. Ukiwa huko eh, Dar es Salaam, niruhusu ni nianze hapa hapa mjini Cologne kwa bwana Othman Miraj. Bwana Othman, nimesema kwenye kwenye utangulizi, inaonekana Eh, maandamano ya sasa yanayoikabili Iran ni changamoto kubwa kwa sababu inahusu maisha ya raia mmoja mmoja wa nchini Iran. Wanazungumzia hali ngumu ya kiuchumi na kwa hakika wanailaumu serikali ya Rais Masud Pezeshkian kuwa ndio chanzo cha hali inayowafika sasa wa Iran. Kwa nini viongozi wa Iran wamekimbilia kuwalaumu hawa wanawaita maadui kutoka nje badala ya tatizo la msingi ambalo ni sera ambazo wananchi wanasema ni mbovu zilizosababisha hali mbaya ya kiuchumi bwana Hofman. Uh, kujibu tu ni kwamba mimi sioni sababu ya watu kulaumu sana utawala wa, wa mamula huko Teheran kwa sababu shida iliyoko Iran hivi sasa <coughs> kweli ni hali ya kiuchumi hali ya kiuchumi ni mbaya na yote ukitizama kwa undani imetokana si tu na uendeshaji mbovu wa watawala wa, wa Tehran, lakini vilevile vikwazo vya kiuchumi vimechangia sana. Hivi sasa hivi Iran ni nchi ambayo ni ya mwanzo kwa kuwekewa vikwazo vikali vya kiuchumi katika nchi yote duniani. Iran ina iko mbele kabisa katika kuwekewa vikwazo vya uchumi, na maisha ya sasa ya kimataifa ni kwamba nchi inategemea biashara, kuuza biashara, kununua biashara, mwingiliano na mabenki, mikopo, vitu kama hivyo. Lakini sasa Iran imebanwa kila upande hivi sasa hivi imebanwa kwamba haiwezi kuuza mafuta yake ambayo ndo, ndo ki, kiidi cha uchumi wake. haiwezi kuuza mafuta yake kwa nchi nyingi, vikwazo havi, haipati vipuri vya ndege zake. Tafadhali mambo chumzima yamezongwa yameizonga ya, ya Iran hivi sasa. Bwana Othman, kidogo ingawa hicho hi, unachokisema kina kina msingi ya kwa hakika kwamba Iran inakabiliwa na vikwazo hasa vya nchi eh, za, za Magharibi, lakini ukiwa kiliza raia nchini Iran wenyewe, chanzo cha maandamano haya ni kile kinachoitwa bajeti ya mwaka ujao, ambako serikali inaonekana bwana Pezeshkian inataka kutumia karibu nusu ya mapato ya bajeti ya mwaka ujao kufadhili taasisi zenye mafungamano na hawa unaoita watawala, mamula wa taasisi za kidini nchini Iran, ikiwemo sekta ya ulinzi. Wairani ouais wengi wanahisi serikali haitoi kipaumbele kwa maslahi yao ya kiuchumi na ustawi wa kijamii. Bwana Huffman, kweli kweli, Iran ina mafungamano sana na imesaidia sana, imegharimu sana uh katika tawala ambazo zamani zilikuwa washirika wake, utawala wa Asad uh, Bashar al Asad uliopinduliwa huko Siria, Hizbullah uh, katika Libnan na Wayemen wanasaidiwa sana na Wairan na Wairan, bila shaka tunaona inazidi kupanua ushawishi wake katika nchi mbalimbali duniani, hasa katika kueneza uh, madhehebu ya Kishia katika nchi mbalimbali, lakini licha ya hayo tukubali kwamba vikwazo uh, vya kiuchumi hasa vya Marekani, nchi za Magharibi, hasa uh, nchi kama Ujerumani kama Itali kama Uingereza zote hizo, Ufaransa zimeikaba zime sana Iran, hai, uh, Iran hai, hivi sasa kutokana na kuen, ku, kuendesha biashara za kimataifa. Kwa hivyo bila shaka imeathiri mm -hmm, sana imeathiri sana hata sarafu yake uh, ya rial vile vile imeanguka kutokana na mbinyo, na kumbuka kwamba vikwazo, fedha nyingi za Iran katika mabenki ya nchi za magharibi zilizuiliwa kwa muda mrefu, zilizuiliwa na Wairan wakawa hawawezi kutumia fedha hizo. Kwa hivyo si upande yes, mmoja mm, tu wa mbinyo ndani wa uchumi lakini vile vile mbinyo wa nji wa nji unachangia sana, na hivi sasa hivi kitisho cha huyu Trump tutagusia Amerika. tutagusia hicho kitisho cha, cha, cha rais Donald Trump kutaka kuishambulia Iran na kuongeza mbinyo zaidi wa kiuchumi kwenye jamhuri hiyo ya Kiislamu. Bwana Rafi, naamini unanisikia, nilisema kwenye utangulizi kwamba maandamano hivi sasa yanazingatiwa kuwa changamoto kubwa zaidi kwa, kwa watawala mjini te, Tehran, kutokana sio eh, eh, tu ni shinikizo kutoka nje kama watawala wanavyodai, lakini ni shinikizo kutoka ndani, hali ya maisha ya kila siku ya wakazi wa, wa Iran. Unakubaliana kwamba changamoto sasa ni kubwa zaidi kwa mamlaka wa Iran? Nashukuru sana, ni kweli kabisa. Nakubaliana kuwa uh, maandamano ya ndani ni tishio zaidi kwa serikali ya irani, kuliko hata vita ya nje. Unafahamu kuwa msingi uh, wa irani uliojengwa kuanzia mwaka sabini na tisa ulijengwa kwa hofu ya tishio ambalo linaweza likatoka nje, na ndiyo maana unaona kuwa hata uwekezaji mkubwa wa ulinzi na kujilinda, wamekuwa wakijilinda zaidi kutokana na yale ya nje sasa kwa ndani wanafahamu kabisa kuwa kuna ujasusi mwingi na mawakala wengi ambao wameingizwa, wako ndani, wanafanya kazi, lakini suala la kupambana na raia wake ni suala jingine. Hapo ni suala gumu sana. Naweza nikasema kuwa vita ya siku kumi na mbili kwa Iran ilikuwa ni nyepesi ukilinganisha na haya yaliyokuwa yametokea ndani hivi karibuni. Licha ya kuwa inaonekana kuwa kuna udhibiti wa kiwango cha juu sana, serikali imetosha udhibiti, kwa sababu tumeona Uh, hata waliounga mkono serikali maandamano yamekuwa ni makubwa sana, ambayo yanaonekana kama uh, wanaunga mkono serikali. Kwa hiyo Irani inakabiliwa na kitu ambacho na, na ni kigumu, na naweza nikusema kuwa hawezi kusema kama imekwisha, huenda pia yakaibuka tena kwa sababu walio nje ya Irani ambao wanajaribu wana kuratibu hii shughuli, kwa sababu ni mara kadhaa wametumia njia za nje kutaka kubadili uongozi. Nakumbuka vita ya Iraq na Irani ya mwaka themanini mpaka nane. Bwana Rahmi, unaposema mm, ku, ku, ku, kuna watu wako nje wanaratibu wana yale eh, yanayoendelea ndani ya Iran like, hapa tunazungumzia takwimu ta, zilizothibitika kwamba sarafu ya Iran imeporomoka kwa kiwango kisicho mithili. Takwimu za uchumi zi, zinaonyesha raia wa Iran wanasema hali ya uchumi ni mbaya kiasi kwamba mshahara mtu anayoupata mwisho wa mwezi hawezi kununua eh, hata mahitaji ya msingi ya, ya, ya mwezi mzima nyumbani kwake. Kwa nini unadhani kuna nguvu kutoka nje wakati malalamiko ya yanathibitishwa kwa takwimu za kiuchumi pia? Takwimu ni suala la pili, lakini kuna chanzo cha kilichosababisha hizo, maanake kuwa ni kama vile tunakwenda sana kuangalia Iran alipoanguka, lakini hatuangalii Iran alipojikwaa. Irani alipojikwaa ni pale alipokutana na vikwazo visivyokuwa na visivyokuwa na huruma. Tunaweza kusema kuwa, angalia, baada ya taarifa ambazo zinaonekana kama Iran wamedhibiti maandamano, taarifa aliyoiposti Donald Trump muda mchache uliopita kwenye mtandao wake wa Truth, anasema kuwa nchi yoyote itakayoshirikiana na Irani kibiashara ataiongezea ushuru kwa asilimia ishirini na tano. Kwa hiyo naposema kuwa watu kutoka nje au nchi kutoka nje ambazo zina lengo kabisa la kuangusha serikali ya Irani zimeshikilia kweli kweli. Taarifa ya jana ya EU na E3 inasema wanatathmini kumwongezea Irani vikwazo, kwa hiyo sarafu haiwezi ikaimarika ya Irani, hali ya kuwa Irani hana kingine chochote anachokifanya zaidi ya biashara zake gesi, mafuta aliyonayo mm -hmm. Atamuuzia nani? Kwa hiyo hawezi kuimarisha sarafu yake liyakuwa yuko kwenyeny ambao unatoka nje na serikali ambazo zimedhamiria kabisa kuangusha utawala. Muda unatupa mkono kwelikweli hapa. Othman Miraj, kwa nini viongozi wa nchi za magharibi wamekimbilia haraka sana kuunga mkono waandamanaji nchini Iran? Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amekaririwa akisema akiwa ziarani nchini India kwamba siku za utawala wa Iran, inaoneka kwa maoni yake, zinaelekea ukingoni. Rais Donald Trump wa Marekani ametishia kwamba ataishambulia Iran iwapo itawaua kikatili e, waandamanaji wa wa. Kwa nini mwitikio umekuwa hivyo kutoka viongozi wa nchi za Magharibi? Ni wazi kabisa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran tangu sabini na tisa, mapinduzi haya hayafurahisha uh, nchi za Magharibi nchi za Ulaya Magharibi, Marekani ikiwa mbele kabisa, haijafurahi na mapinduzi, wangependa abakie yule shah mtawala mfalme wa zamani wa Iran abakie madarakani, na utawala wake ulikuwa ahasi, mbaya zaidi, wa ukatili zaidi, hasa utawala wake wa kutumia majasusi na kwa kwa kaua wapinzani wa utawala wake wa kifalme. Kwa hivyo si jambo la ajabu kwamba nchi za Magharibi Marekani hasa haipendelee utawala huo, wangependa leo au kesho uanguke na wafuje. Bila shaka wamefanya hivyo hivyo kwa Gaddafi huko Libya, wamefanya hivyo hivyo kwa tawala nyingine. Kwa, kwa, kwa hivyo si kitu hichi cha ajabu. Mimi nahisi E, utawala huu utabakia kwa sababu Irani si, si, si Karaka si Venezuela, Iran mm -hmm. Wana wana ustaarabu wa muda mrefu na watu wao si kwamba wanauchukia utawala huu wa mamula, lakini wanahisi wana mbinyo mkubwa kwa hali zao za maisha kwa bila shaka na yote imetokana na vikwazo kwa, kwa sababu ivisevi kama anaposema mwenzangu hapo ni kwamba Marekani inasema itaziadhibu nchi ambazo zinafanya biashara na Iran kwa kuweka ushuru zaidi wa asilimia ishirini na tano. Hii ni jambo la ajabu kabisa. Asante, asante sana Othman Miraji. Naarifiwa hapa kwa bahati mbaya kwamba muda ume tutupa mkono alikuwa ni Othman Miraj, naibu mkuu wa idhaa ya Kiswahili wa zamani akiwa mjini Cologne, pamoja na Ibrahim Rahbi ambaye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa akiwa mjini Dar es Salaam.